Sijui ni nani aliwaeleza wanawake kwamba unajipamba wakati unatoka nje. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Na ndio maana utakuta uh, wengi yeah. Haswa mtu ambaye anajua kuhifadhi ndoa yake mm -hmm. Utakuta wengi wanajitahidi kadri wa vizavyo mm -hmm. Unakuta mtu yuko vile vile alivyokuwa mume wake amemuoa. Ndio hata mana tukiangalia katika mitandao, kuna mtu utakuta ana watoto wawili wa ana watoto watatu, lakini amejitunza kwa sababu hakujiachia yeah. Bimaana sio kwamba ulikuwa unamfanyia yule mwanamume peke yake mm -hmm. Pia kiafya yako mm -hmm. Kimwili uwe sawa mm -hmm. Yani, ukiangalia kitabia uwe sawa, kwa sababu kujihifadhi pia kuna kusaidia wewe mwenyewe, ni kweli, sio yule mume peke yake, ni kweli. Ndio umeamua kuingia katika ndoa ni umeingia na na malengo mazuri. malengo mazuri unataka ile ndoa iwe ni yenye kunawiri yeah. Yenye kushamiri kwa sababu ndio najua ndoa inapanda yeah. Panda shuka nyingi mm -hmm. Lakini mkiwa watu wawili ambao mnahifadhiana, watu wawili ambao mnajua, mume wangu, hii bwana haifai kuwekwa hapa, hii yawekwa pale. mm -hmm. Ile kuelezana katika mm -hmm. ndoa ule usafi unakuwa ni kitu, mm -hmm. Kitu cha muhimu sana <laughs>